Kama hivi tuna makuhani wa Kristo, vile vile kuna makuhani wa shetani wanafanya kazi, na mtu unaweza ukadhani ni mtumishi, ukadhani ni mtu Amina. lakini kumbe anatumika katika system ya kichawi haleluya. Kwa hiyo Yesu, ndio maana Roho Mtakatifu yeye mwenyewe ndiye anayetupa Roho utaweza karama ya kupambanua Roho, ili ujue ya kwamba huyu anatumika wapi. Amina. Sema amen. Haleluya. Kwa mtu mmoja nilipewa, kaambiwa msaidie huyu mtoto wetu anateseka sana lakini hataki kusali. Wakanitumia namba, nikaanza mazungumzo naye. Nilipewa namba na mama yako, karibu kwenye maombi Haya, sema. Kwani mimi kusema kweli, napenda sana kusali, lakini nimeshaumizwa sana na haya makanisa ya kiroho, nimeumizwa, siwezi, sikutajii kanisa. Anasema ah, sikutajii, lakini mimi nimeshajua, nimeumizwa. Nilikuwa na baraka zangu, lakini kila ninapozidi kutoa, navyozidi nina kwenda, ndipo ninapozika baraka zangu. Haleluya. Nikasema kimemkuta kibaya, siwezi, naogopa sana, natamani kuja lakini naogopa. Nikamwambia pole, Yesu akusaidie. Kaenda enda naye, nikamwacha njiani, huenda Mungu akamgusa, lakini ameumizwa kwenye mikono ya wachungaji kwenye mikono ya watumishi ambao aliwaamini, akijua ni makuhani wa Kristo Amina. Kumbe ni makuhani wa kuzimu. Haleluya! kwa hiyo ndo, ndo utambue sasa ya kwamba mfumo tunaopambana nao ni mfumo mzito. Haleluya! ni mfumo ambao umepenya kwenye ngazi ya familia Amina. Umepenya kwenye ngazi ya mtaa, umepenya, mtaa. Umepenya kwenye makanisa umepenya kwenye serikali umepenya kwenye majeshi, uko kila sehemu haleluya, Amina. Sio ndani ya ukoo tu, sehemu yoyote ambayo wewe unahusika, kama umeajiriwa sehemu hiyo, sehemu kuna mfumo wa kichawi, lazima utakuwepo Amina. Lazima upambane nao kila upande hata kama ni biashara ya watu hawa wawili tu, mfumo huko hapo hapo, kuna mfumo ambao unawinda hiyo biashara, kuna mfumo ambao unatafuta hiyo biashara. Inawezekana partner wako akajikuta amejichanganya, ameji tu akakutana na huyo mtumishi, biashara yako imeporomoka, biashara yako imeisha. Fungu la kumi analipeleka kwa uaminifu lakini kumbe sio sehemu sahihi. Haleluya, sababu amina, Mungu mwenyewe ametuonya, mahali nitakapoweka jina langu hapo pelekeni sadaka, sio kila sehemu. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuzuia, amekupa ufahamu ili wewe mwenyewe upambanue, ameachilia Roho Mtakatifu ili akusaidie kupambanua sasa mtu huyu, wakati nazidi kuongea naye, nikawa namtia moyo, nikamwambia Yesu azidi kutusaidia ili kupambanua madhabahu feki na madhabahu ya kweli. Amina. Akanijibu kwa kirefu, akaniambia, mtumishi, sio kwamba Mungu akusema na mimi, Mungu alisema na mimi sana, lakini nilikuwa nilikuwa kama nimepumbazwa nikaja ni kugundua Amina. Amen. Sema amen, amen. Shetani anakupeleka hakikisha amekumaliza. Kuna lile andiko tulisoma hapa siku ile ya kwamba mpaka uchanganyikiwe. Nani analikumbuka? Nalikumbuka ile Kumbukumbu la Torati ishirini na nane n sama pale alisema, atakupiga laana, utapelekwa hivi na hivi mpaka uchanganyikiwe Nitafutie. Kuna watu hapa bado hawajachanganyikiwa, nataka niwaambie kwamba mlisha tabiriwa. Haleluya! kama nakuona hivi, unakuja mwenyewe kwenye maombi, you are very good, bado uko vizuri, lakini wachai wamepewa kazi, wanatakiwa wakuchanganye mpaka uokote makopo. Ndio wenyewe wanasema yes, kiona bado uko mzuri hivi, uko wewe, safi wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe kwenye ishina nane pale mbelembele mbele kule, utaikuta pekua taratibu. Haleluya, sema amen. Sema ee Bwana Yesu, chochote ambacho kilipangwa na madhabahu yoyote na makuhani wa kichawi na watendakazi wa kichawi, leo leo ninajitenganisha nao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema amen. Somei Kumbukumbu la Torati hiyo kumi na nane tisa kwanza. Ile ni ishirini na nane ishirini na nane tusomee kwanza kumi na nane tisa. Amen. Eh? Nitasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mh sura mm ya kumi na nane mstari wa tisa, ndiyo. Roho Mtakatifu watufunulie maandiko. Amen. Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, Mungu wako. Usijifunze kutenda. Usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Kwa hiyo ya Mungu anakupeleka katika nchi, lakini hiyo nchi ina machukizo, ina wachawi. Yani umezaliwa ndani ya ukoo wa kiganga umezaliwa ndani ya ukoo wa matambiko Amen. umezaliwa ndani ya ukoo wa kichawi Amen. Na Mungu amekupa huo ukoo, lakini anakupa onyo, pamoja na kwamba umezaliwa kwenye hiyo familia, usitende kwa matendo ya machukizo ya watu hao Amen. Nimekupa nchi, lakini hiyo nchi ina uganga na uchawi na matambiko na matendo ya kwao Usikubali kutenda wanavyotaka kufanya wao, sheria zao usikubaliane nazo, wewe tii sheria ya Mungu pekee Amen. Haleluya Amen. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anakupa maelekezo, popote unapoenda, jinsi gani uende, hawezi akakudampu tu Amen. Hata akikupa biashara anakupa na warning kwamba biashara hii, wenzako pale kari yako. Sio, umechukua fremu hapo mwengi hapa mwengi wenzako wote wanaloga, amina. Wenzako wote wanachinja mbuzi, wanamwagia pale katikati ya maduka yao. Wengine wakikodisha waki. tu wakishalipia hela ya pango wanapasua pale tile moja kama hii hii, anaita mtaalam, anaitoa vizuri hii tile moja hii hapa hapa, anaipiga grinder chwa. ninyi mnasikia, mafundi wako busy, hujui wanajenga nini? Mbona frame ile ilikuwa vizuri tu Chwa anaitoboa chukua, kichwa cha mbuzi anakiweka na maneno maneno yake anaweka, afu anachukua simenti anaiseal, anachukua tairi nyingine mpya kama hiyo anaiweka pale. Ukija hivi au juu, unakuja tu unaangalia angalia, viatu unaangalia masoksi, unanunua masoksi makubwa ya kutoshi, kumbe kuna kakichwa kambuzi pale kanakuvutia. Inakuwaji unanua soksi kubwa <laughs> kama hujavutiwa na na vicha vya mbuzi? Haleluya! usitende sambamba na wao wanavyotenda wana mfumo wa kwao. Ukienda tu vile naondoa baraka zangu hapo. Haleluya. Eh, nisomee sasa 28, 28 na nisomee hapo mtumishi wa Mungu nitasoma kitabu cha kumbukumbu kumbu la hey, Torati sura 28, mstari wa 28. Ndiyo, roho Mtakatifu atufunulie maandiko ehe. Bwana atakupiga kwa wazimu kwa wazimu na kwa upofu na kwa upofu na kwa bumbuazi la moyoni, hey. Mstari wa 29. Ndio, utakwenda kwa kupapasa papasa mchana mchana kama apapasavyo kipofu gizani, ndiyo, wala ufanikiwi katika njia zako. Haleluya, hapo hapo. Amen kama wazimu bado uja kupata, bumbuwazi bado halijakupata, hujue bado hujalogeka vizuri. Muulize jirani, we bado au tayari? Haya, <laughs> si ni maandiko, Mungu mwenyewe tena, ni Bwana maandiko. Anasema Bwana atakupiga, na wachawi wenyewe wakisha kutengenezea utaratibu wa kuvunja sheria wanaenda kwa bwana huyo huyo, wanawambia bwana, hapa ulisema hivi, mbona huyu mtu bado hajachanganyikiwa na sheria anaivunja? Mbona bado bumbuazi alijampata? Mbona wazimu bado? Kwa hiyo hapo ulipo kuna mashtaka, wanataka upigwe na wazimu <laughs> yani, mpaka upigwe na wazimu ndio wananyoa, watafurahi uende kuagiza kwa, kwa kupapasa papasa. Sasa unapoenda kufumua hii mifumo, angalia hizi sheria zote uangalie, wapi nimekamatwa. Je, nimeishi kwa kupapasa, sijui sijui, maisha yangu yalipo, sijui mwelekeo wa maisha yangu, mpaka leo nimefika miaka thelathini na tano, lakini naamka nakula mkate nasubiri jioni na, na lala na hota mandoto ya ajabu ajabu, naamka natafuna mkate, nazunguka zunguka mjini, nasubiri jioni nalala, ya hota tena mandoto yale, yale na nalala. Naamka asubuhi, naangalia leo mkate hakuna, napiga deshi mcha asubuhi, nasubiri mchana, unapiga kakipande ka ugali, unasubiri usiku hamna um, kitu unalala, yani unapapasapapasa huna uhakika na chochote, huna plani yoyote. Ujue hiyo ni mojawapo ya laana, ni mojawapo ya mfumo umekukamata wa kichawi. Sasa kubatilisha, ndio maana Yesu Kristo akaja akasema hamtakuwa tena chini ya sheria, nimezibeba laana, nimebeba makosa. Amekuja kubeba makosa. Amina eh? Wao walikuwa wakijitakasa katika Agano la Kale, walikuwa wakijitakasa kwa damu za, za mbuzi. Yaani, mtu akitenda dhambi anatafuta mbuzi, yeye mwenyewe analeta kwa kuhani, haleluya, analeta kwa kuhani. Hapa mimi ningekuwa nakula, naletewa mbuzi, unaniletea kondoo, tunachinja, damu ile na kumiminia, miminia na kutakasa, nakuambia umesamehewa. Na mimi nachukua naenda kula na mke wangu na watoto <laughs> sasa huo utaratibu sasa hivi umekuwa wa waganga amina Yesu alipoona ya kwamba utaratibu huu kuna makuhani wale waliomtesa huyu dada aliekuwa na shati naye akaona sasa nije mwenyewe nivae zambi zote mimi ndio niwe mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu yeye ndo akafanyika kuwa tambiko Amina. Kwa hiyo mambo ya matambiko yote yameishia hapo. Yeye akafanyika kuwa kafara Amina. Kafara zote mwisho, Amin. Yeye ndo akamwaga damu, damu zote hazina thamani Amin. Sema amen Amin. Sema amina, amina. Yeye mwenyewe ndo akabeba laana zote Amin. Na akachukua na hati Amin. Hati zote za mashtaka akazigongemelea pale msalabani Amin kwa sababu aliona watu hapa wanapiga hela, wanakula kondoo wa watu, wanakula kuku bila Amin. ya kuwasaidia watu haleluya. Lakini usipoyajua haya bado, utakuwa unapeleka mbuzi, utapeleka kondoo, utakuwa unapeleka kuku. Mpaka leo bado watu wanakula kuku wa kwako. Sasa hivi hamna tena kuchinja kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa sababu amesema Walichinja wal, wal, walifanya kafara, lakini hawakutakasika kwa kuwa zile damu zilikuwa na mawaa. Hatukombolewi tena kwa vitu vya thamani, bali tunakombolewa kwa damu takatifu ya Bwana Yesu Kristo. Sema amen, amen, amen. Amen ndiyo damu inayoweza kufumua huo mfumo, mfumo wa laana, mfumo wa uchawi, mfumo wa uganga, mfumo wa uharibifu. Kwa hiyo haijalishi ya kwamba umepigwa na bumbuazi ama umepigwa na kuchanganyikiwa, hamna ugonjwa wa aina yoyote ambao hauwezi ukapona kwa kupitia damu ya Yesu. Kinachotakiwa ni Mungu atufunulie, tujue ulikosa nini, ulifanya nini mpaka hiyo laana ikamshika mtu huyo. Haleluya! Kwa hiyo damu ya Yesu nguvu yake iko pale pale, lakini damu ya Yesu itafanya kazi pakijulikana chanzo cha mateso ulio nayo. Kwa hiyo wewe mwenyewe una una jukumu la kupeleleza ndani ya ukoo. Kuna mambo Mungu atakuonyesha, kuna mambo Mungu atamwonyesha kiongozi wako wa kiroho ya kwamba kwenye ukoo wenu kuna mashtaka haya. Haleluya! kuna mashtaka haya na haya, tuyashughulikie. Tukianza kuyashughulikia, ndipo unaanza kuwa huru. Sema, ee Bwana Yesu, mashtaka yoyote, yoyote, yaliyo na jina langu yaliyonishikilia kwa njia yoyote e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, yafunue eafunue, yawe wazi waz, mbele yangu, yangu, ili nipate kuyajua ili niyashughulikie ili niyashughulikie nipate kukombolewa kwa jina la Yesu, Yesu. Sema amina mbele za Bwana, hebu mshangilia Yesu leo. Yesu anakufungua. Leo Yesu anakuweka uhuru. Leo Mungu wako anakupa yote yaliyojificha. Sema amen Amina. Kinachotusaidia, ndiyo maana tunafanya maombi kila itwapo leo, ili tuwe katika uwepo wa Mungu. Unapokaa katika uwepo wa Mungu, yaliyojificha yatafunuliwa kwa kupitia Roho Mtakatifu, atakuja kusema na wewe Amina. Na akisema na wewe, yatakuwa wazi, utaelewa Amina. haleluya Haleluya! kuliko kukaa kwenye kifungo ambacho haujui kosa lako, haujui ni nini, kila ukijaribu kitu kinakwama lakini haujui chanzo, haujui chanzo. Ni, ni mbaya sana kifungo cha namna hiyo, ila ukishajua chanzo tayari umeshapiga hatua kubwa ya kupata uhuru. Amina. sema amen, sema amina, amina. Sema amina mbele za Bwana. Sema leo, leo tunashindana, tunashindana na madhabahu za kichawi na madhabahu za kiganga.